Jua lilikuwa linazama nyuma ya milima, likiacha anga lenye rangi ya machungwa. Ndani ya nyumba ya udongo pembezoni mwa jiji, msichana kijana aitwaye Rehema alikuwa ameketi karibu na kitanda cha mama yake, Biao Nenosihi, Zena aliyelala kwa uchovu. Harufu ya dawa na joto la ndani vilijaza hewa. Rehma alikuwa akitumia kitambaa chembamba kufuta jasho usoni mwa mama yake, macho yake yakiwa yamejaa hofu na huzuni. Mama, utapona. Mungu hata tuacha, alijaribu kusema kwa sauti ya matumaini, ingawa moyoni hakuwa na uhakika. Zena alitabasamu kwa udhaifu, akasema, usijali mwanangu, ikiwa sitapona, endelea na maisha, usiwe na huzuni kwa ajili yangu. Maneno hayo yalichoma moyo wa Rehema kama moto. Aligeuka upande mwingine ili mama yake asione machozi yanayomtoka. Madaktari walikuwa wamesema wazi mama yake anahitaji upasuaji wa figo haraka na gharama ni shilingi milioni mbili. Kwa mtu kama Rehema ambaye anauza karanga na maandazi sokoni, hiyo ilikuwa ndoto isiyowezekana. Alijaribu kukopa, lakini kila mtu alimkataa. Wengine walimcheka, wengine walimhurumia tu kwa maneno bila msaada wowote. Usiku ulipoingia, Rehema alikaa pembeni mwa dirisha akitazama anga lililokuwa limejaa nyota. Alianza kuzungumza na Mungu kimoyomoyo. Mungu wangu kama kweli unaniona nifungulie njia. Sitaki kumpoteza mama yangu. Machozi yakaanza kumtiririka polepole mashavuni. Hakuwa na ndugu wala baba aliyewahi kumjua. Maisha yao yote yalikuwa mapambano ya kuishi siku kwa siku. Asubuhi iliyofuata aliamua kwenda sokoni kama kawaida. Ingawa moyo wake ulikuwa mzito. Wakati akiwa sokoni aliwasikia wanawake wawili wakiongea pembeni ya kibanda. Unajua yule tajiri Mzee Karim, mmoja alisema kwa sauti ya chini. Yule anayemiliki duka kubwa pale barabarani, mwingine akauliza. Ndiyo huyo. Wanasema anahifadhi pesa nyingi nyumbani kwake. Hata benki hawezi kuziamini. Rehema alitetemeka ghafla. Akahisi moyo wake kuanza kupiga haraka. Maneno yale yalimkaa kichwani kama sumu, pesa nyingi nyumbani kwake. Alijaribu kuyasahau, lakini kila alipomwangalia mama yake aliyekuwa akiumwa, akili yake ilimrudisha pale pale. Usiku huo, akiwa amelala sakafuni karibu na kitanda cha mama yake, Rehema alijikuta akijiuliza kwa mara ya kwanza maishani: Je, ni sahihi kufanya kosa kwa sababu ya upendo? Je, Mungu atanisamehe nikifanya ili kumwokoa mama? Ndipo moyo wake ulianza kushawishika kufanya jambo ambalo halijawahi kupita akilini mwake. Usiku ulijaa ukimya mzito, upepo ukivuma kwa upole nje ya nyumba ndogo ya udongo. Rehema alikaa kitandani, macho yake yakiwa wazi, akitazama dari lililokuwa na nyufa ndogo. Ndani ya kichwa chake kulikuwa na sauti mbili zinazogombana. Sauti ya kwanza ikisema kwa upole, fanya ili mama aishi, pesa inaweza kumwokoa. Sauti ya pili ikapaza sauti ya onyo, wizi ni dhambi, Mungu hatabariki damu hii. Rehema alishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Machozi yakaanza kumtiririka. Aliangalia upande wa kitanda cha mama yake, Bihi Zena aliyekuwa akikohoa damu kwa uchungu. Mungu wangu, nifanye nini? Siwezi kumtazama akifa tu, aliongea kwa sauti ya chini. Baada ya muda wa maombi na mawazo mazito, alichukua koti lake dogo la kahawia, akavaa kimya kimya. Akafungua mlango kwa tahadhari ili asimshtue mama yake. Nje upepo baridi ulipiga uso wake, lakini moyo wake ulikuwa unawaka moto wa hofu na upendo. Kila hatua aliyopiga kuelekea mtaa wa tajiri huyo ilionekana kama anaenda kwenye hukumu yake mwenyewe. Moyo wake ulikuwa ukipiga haraka, miguu yake ikitetemeka, lakini hakuweza kurudi nyuma. Alipofika karibu na nyumba ya mzee Karim, alisimama kwa sekunde chache akitazama ua la kifahari lililo na taa za taa ndogo zinazoangaza Aliona walinzi wawili wamekaa mbali kidogo wakiwa wamelala usingizi wa pono. Labda ni ishara ya Mungu, alijiambia kwa sauti ya ndani akipumua kwa nguvu. Kwa ujasiri wa ajabu akainama na kutambaa taratibu hadi upande wa nyuma wa nyumba. Aliona dirisha dogo la jikoni likiwa wazi kidogo. Kwa moyo unaodunda, akalisogeza polepole hadi likafunguka zaidi, akaingiza mwili wake ndani ndani. Nyumba ilikuwa tulivu kabisa, ikinukia marashi ya kifahari. Alipoangaza macho yake aliona kabati kubwa la kioo lililojaa mafungu ya pesa, bahasha na hati muhimu. Mikono yake ilianza kutetemeka. ni hizi ndizo zitamwokoa mama, alisema kimoyomoyo, huku machozi yakimdondoka. Alifungua pochi yake ndogo ya kitambaa, akaingiza mafungu mawili tu ya noti. Akutaka zaidi, alihitaji kiasi cha kutosha tu kwa matibabu. Alipokuwa akiondoka aliapa kimoyomoyo, nitairudisha nikishapata, Mungu nishuhudie. Lakini hakujua kwamba juu ya mlango wa jikoni kulikuwa na kamera ndogo ya CCTV iliyokuwa ikirekodi kila harakati zake kwa uwazi, macho yasiyoonekana yakimtazama, yakihifadhi siri ambayo ingetikisa maisha yake yote baadaye. Asubuhi ilipochomoza, upepo wa baridi ulipita mitaani ukibeba sauti za watu wakizungumza kwa mshtuko. Habari zilikuwa zimeenea kila kona. Nyumba ya Mzee Karim imevamiwa usiku. Watu walikuwa wakibishana, wengine wakisema ni wezi wa kitaalamu, wengine wakidai ni mtu wa karibu aliyefahamu siri za nyumba hiyo. Mzee Karim, tajiri mwenye heshima kubwa na moyo wa kusaidia, alikaa ofisini kwake akiwa na uso wenye hasira na huzuni. Alikuwa mtu anayejulikana kwa kusaidia yatima na wajane, lakini siku hiyo moyo wake ulijaa maswali. Ni nani anaweza kufanya hivi kwangu mimi? Mimi niliyewasaidia wengi? aliuliza kwa kwa hasira, huku akipiga meza kwa mkono. Walinzi wake walimwonyesha rekodi ya kamera ya CCTV. Karimu alijiegemeza kwenye kiti chake, akafungua video hiyo taratibu. Ndani yake aliona kivuli cha msichana kijana akiingia dirishani, akichukua pesa chache, kisha kutoweka haraka. Mwanga wa taa ya jikoni ulionyesha uso wake kwa sekunde chache, sura yenye hofu, macho yenye huzuni, lakini pia upendo usioelezeka. Karimu alihisi kitu ndani ya moyo wake kilitingishika. Alitazama tena na tena kisha akasema kwa sauti ya chini, nimewahi kuona uso huu, lakini wapi? Alitafakari kwa muda mrefu. Sura hiyo ilimkumbusha mtu aliyewahi kumpenda zamani, Zena, mwanamke ambaye alitoweka miaka mingi iliyopita akiwa mjamzito. Lakini alikataa kuamini. Haiwezekani, huyo mtoto alikufa, alijisemea kwa huzuni. Hata hivyo akaapa, Nitampata huyo msichana kwa gharama yoyote, si kwa kulipiza kisasi, bali kujua ukweli. Wakati huo huo, upande wa pili wa mji, Rehema alikuwa hospitalini akishika mkono wa mama yake ambaye alikuwa kwenye kitanda cha upasuaji. Dakika zilipita kama masaa, alisikia kila mlio wa mashine, kila pumzi ya mama yake ikimpiga moyo kwa nguvu. Baada ya saa kadhaa, daktari alitoka akiwa na tabasamu Upasuaji umefanikiwa, mama yako atapona. Rehema alijikuta akilia kwa furaha akishika mikono yake juu, asante Mungu, hata kama nimekosea, angalau mama amepona. Hakujali hatari iliyokuwa mbele yake, hakujua macho yaliyokuwa yakimwangalia kupitia skrini, wala moyo ulioumia kwa kumwona akifanya kosa hilo. Siku hiyo Rehema alilala pembeni mwa mama yake hospitalini akiwa na amani moyoni bila kujua kwamba muda si mrefu ataonana uso kwa uso na tajiri huyo aliyemwibia baba yake mwenyewe. Wiki mbili zilikuwa zimepita tangu mama yake Rehema kufanyiwa upasuaji. Hali ya bieo Zena ilizidi kuimarika, na sasa alikuwa anaweza kutembea kwa msaada wa fimbo ndogo. Rehema akihisi faraja moyoni, aliamua kurudi sokoni kutafuta kazi ndogo ili aweze kusaidia familia. Pesa zile alizokuwa amebakisha zilikuwa zimekwisha na maisha yalibidi yaendelee kama kawaida. Siku moja, akiwa sokoni, aliona tangazo dogo lililobandikwa ukutani: kampuni mpya mjini inahitaji mfagiaji wa ofisi, wasiliana mara moja. Bila kufikiri mara mbili, alichukua anwani iliyokuwa imeandikwa na kuelekea huko, moyo wake ukiwa na matumaini mapya. Alipofika kwenye jengo hilo kubwa lenye vioo vya kung'aa, alibaki ameduaa. Lilikuwa jengo la kifahari tofauti kabisa na maisha aliyoyazoea. Aliingia kwa tahadhari, akasalimiana na mlinzi, kisha akaelekezwa hadi ofisi ya meneja. Ndani aliketi kwa hofu, mikono yake ikitetemeka. Baada ya muda mfupi, mlango ulifunguliwa na akaingia mwanaume mrefu mwenye mavazi ya heshima, mwenye sura ya upole, lakini macho makali yenye mamlaka. Mzee Karimu mwenyewe. Rehema hakumtambua. Karibu binti Karimu alisema kwa sauti ya utulivu. Unaitwa nani? Rehema alijibu kwa heshima. Ninaitwa Rehema Zena, bwana. Ghafla, uso wa Karimu ulibadilika. Alitetemeka kidogo, macho yake yakimtazama kwa makini, kana kwamba alikuwa ameona mzimu. Umesema nani? Aliuliza tena, sauti yake ikitetemeka. Rehema. Rehema Zena, akajibu tena, akishangaa kwa nini mzee huyo anaonekana mwenye mshtuko. Kwa sekunde kadhaa ukimya ulitawala ofisini. Karim alionekana kukumbwa na mawazo mazito. Jina hilo lilipiga hodi kwenye moyo wake, likimrudisha miaka mingi nyuma, kwa mwanamke aliyewahi kumpenda kwa moyo wake wote, Zena. Mwanamke huyo ndiye alikuwa chanzo cha kumbukumbu zake chungu zaidi. Moyo wa Karim ulianza kudunda kwa nguvu. Inawezekana, aliwaza kimoyomoyo, macho yake yakitulia kwa muda mrefu kwenye uso wa Rehema aliona sura ile, pua, macho, hata tabasamu, vyote vilifanana na vya Zena wa zamani. Rehma alihisi hali ya ajabu, moyo wake ukipiga haraka. Bwana, kuna tatizo? aliuliza kwa sauti ya hofu. Karim alishtuka kutoka kwenye mawazo, akatabasamu kwa kujifanya. Hapana binti, hakuna tatizo, umepita majaribio yote, unaweza kuanza kazi kesho. Lakini moyoni mwa Karimu maswali yalikuwa yakimzidi. Je, huyu msichana ana uhusiano gani na Zena aliyempoteza miaka mingi iliyopita? Mzee Karimu alikaa ofisini mwake kwa muda mrefu baada ya Rehma kuondoka. Saa ilionyesha saa tatu usiku, lakini hakuwa na hamu ya kurudi nyumbani. Macho yake yalikuwa yamepotelea dirishani yakitazama taa za jiji zilizoangaza mbali, huku mawazo yake yakiwa yamekwenda miaka ishirini nyuma. Jina Zena lilikuwa kama upanga unaochana moyo wake taratibu. Zena, mwanamke pekee aliyewahi kumpenda kwa dhati. Walikuwa vijana maskini waliokuwa na ndoto kubwa. Waliapa kupambana pamoja, lakini maisha yakawagawanya. Karimu alilazimika kusafiri kutafuta kazi na aliporudi aligundua kuwa Zena alikuwa amepotea akiondoka akiwa mjamzito. Kwa miaka yote hiyo, Karimu aliishi na mzigo wa lawama moyoni. Alijilaumu kwa kutomlinda, kwa kutomtafuta zaidi. Alisikia uvumi kwamba alifariki, lakini hakuwahi kuamini kabisa. Wakati mwingine alikesha usiku akiwaza, je, kama Zena aliishi, je mtoto wake aliyezaliwa angekuwa na sura gani leo? Lakini leo sura ya Rehema ilikuwa kama jibu la swali hilo lililomtesa kwa miaka mingi. Macho yake, tabasamu lake, hata jinsi alivyoshika pochi yake alipokuwa akiongea, kila kitu kilimkumbusha Zena. Moyo wake ulitetemeka. Haiwezekani kuwa ni bahati mbaya, alijiambia kwa sauti ya chini, akiwa amechanganyikiwa. Alimuita msaidizi wake wa karibu, Bw. Suleiman, mtu mwenye siri na uaminifu mkubwa. Suleiman, alisema kwa sauti ya chini, nataka ufanye jambo kwa siri kabisa. Ufuatilie maisha ya yule msichana mpya Rehema Zena. Nataka kujua anaishi wapi na kila kitu kuhusu familia yake. Suleiman alikubali bila kuuliza maswali, akatoweka haraka usiku huo. Saa kadhaa baadaye, simu ya Karimu ililia. Sauti ya Suleiman ilisikika kwa upande wa pili, bwana mkubwa, nimepata taarifa zote, anaishi katika nyumba ndogo pembezoni mwa jiji, anaishi na mama yake mgonjwa, anaitwa Bi Zena. Karimu alibaki kimya, simu ilishikiliwa mkononi bila kuzungumza. Mapigo ya moyo wake yalipanda kasi. Machozi yalimtoka taratibu yakidondoka juu ya meza ya mbao. Aliinamisha kichwa, akajisemea kwa sauti dhaifu, Zena, umeishi kweli. Na huyu msichana, inawezekana huyu ndiye mtoto wangu niliyepoteza. Moyo wake ulijaa maumivu na tumaini kwa wakati mmoja. Sasa alikuwa na sababu ya kuamini kwamba hatima ilikuwa imemrudisha pale alipostahili kuwa, miaka yote katika maisha ya familia yake aliyokuwa amepoteza. Ofisi ni tulivu, sauti ya saa ukutani ikisikika kama inahesabu sekunde za hatima. Rehma amekaa mbele ya dawati la Karim, mikono yake ikiwa imekunjwa kifuani, macho chini. Anaogopa, hajui ni nini mzee huyu anataka. Karim anamwangalia kwa muda mrefu bila kusema neno. Kila tabasamu lake, kila tone la sauti, linamkumbusha mtu wa zamani. Hatimaye anasema kwa upole, "Rehma, niambie ukweli. Kwa nini ulifanya kile ulichofanya?" Rehma anatetemeka, machozi yanamjaa. "Sikutaka kuiba, lakini mama yangu alikuwa anakufa. Nilihitaji pesa kwa haraka, na hakuna aliyenisaidia. Nilichukua kidogo tu, nilijua ni kosa, lakini sikutaka kumpoteza mama." Karim anakaa kimya, moyo wake ukijaa maumivu na huruma. Anaona sio uovu, bali ni upendo uliojaa mateso. "Na mama yako sasa anaendeleaje?" Anauliza kwa sauti ya utulivu. "Anaendelea vizuri, mungu ni mwema Rehema anajibu huku akifuta machozi. Karim anatabasamu kwa uchungu. Wakati mwingine dhambi hutokea kwa sababu ya upendo wa kweli, anasema kwa sauti yenye ukarimu usio wa kawaida. Maneno hayo yanamvunjia Rehema moyo. Hajawahi kusamehewa kwa upole namna hiyo. Anakaa kimya, akihisi kama mzee huyo anamwelewa zaidi kuliko mtu yeyote duniani. Karim, kwa ndani, anapambana na hisia nzito. Moyo wake unamwambia kuwa huyu ni mtoto wake. Anaona sura ya Zena, upole wake, hata jinsi ya kuzungumza; yote ni mfano halisi wa mwanamke aliyewahi kumpenda. Anatamani kusema ukweli, lakini anakosa ujasiri. Anajua kwamba maneno hayo yatazua hisia kali. Nitathibitisha kwanza, anajiambia moyoni. Anampa Rehema bahasha ndogo. Chukua hii, ni kama zawadi ya kuanza upya, anasema. Ndani kuna pesa nyingi kuliko alivyowahi kuona. Rehema anakataa lakini Karimu anasisitiza. Usijali, unastahili nafasi ya pili. Anapotoka ofisini, Karimu anashika kifua chake kwa maumivu makali, si kwa ugonjwa bali kwa hisia. Jioni moja tulivu, Karimu anashika funguo zake kwa mikono inayotetemeka. Moyo wake unamwambia kuwa huu ni wakati wa kujua ukweli wote. Anaendesha gari polepole pole kuelekea kwenye mtaa duni ambako Rehema anaishi. Akifika anaona nyumba ndogo iliyochakaa yenye paa la bati lililochomoka upande mmoja. Anabisha hodi kwa heshima. Mlango unafunguliwa taratibu na macho yao yanakutana. Zena anasita, anashika mdomo kwa mshangao. Karim? Wewe bado unaishi? Karim anabaki kimya kwa sekunde chache, kisha machozi yanamtoka. Nilidhani ulifariki Zena, nilikupoteza ghafla, sikuweza kukuona tena. Zena anakaa chini akitetemeka. Nilitoroka baada ya wazazi wangu kunilazimisha niondoke nilipokuwa mjamzito. Nilijaribu kurudi, lakini niliambiwa umehama nchini. Maneno hayo yanamchoma moyo. Karim anaweka mkono wake juu ya wazena Miaka yote hii nimeishi na huzuni nikiamini nilipoteza kila kitu. Wanakaa kimya kwa muda wakitazamana, kama roho mbili zilizopoteana kwa muda mrefu. Kisha Karimu anamuuliza kwa upole na yule msichana Rehema ndiye binti yako? Zena anatabasamu kwa huzuni machozi yakimtiririka, ndiyo, huyo ndiye mtoto wako Karimu. Maneno hayo yanamgonga kama radi. Karimu anatetemeka, kiti kinamshinda, anaweka mikono usoni akilia kimya kimya. Basi Rehema ndiye binti yangu, na mimi mimi ndiye niliyemchukulia kama mwizi. Zena anamkumbatia hakujua tuliteseka, tulipotea, lakini Mungu amewaunganisha tena. Wakati huo Rehema anafika nyumbani, anaingia taratibu akiona machozi ya mama yake na yule mzee tajiri. Mama huyu ni nani? Zena anamwangalia kwa upendo, binti yangu, huyu ndiye baba yako. Rehema anasogea polepole, macho yakimjaa machozi, lakini ghafla anakumbuka pesa alizoiba usiku ule wa hofu. Anashika kichwa kwa maumivu. Mungu wangu, nilimwibia baba yangu mwenyewe. Anaanguka chini akilia, akijiuma ulimi kwa majuto makali. Karim anamkumbatia akisema, binti yangu, upendo wako haukuwa dhambi, ulikuwa sadaka. Rehema anakimbia nje kwa kasi, machozi yakitiririka usoni mwake kama mvua ya huzuni. Moyo wake unamuma, kila pumzi ikionekana kama kisu kinachochoma ndani ya kifua. Anafika barabarani, anakaa chini akishika kichwa kwa mikono miwili, akilia kwa uchungu. Bora ningekufa kuliko kuiba kwa baba yangu, anapiga yowe lenye maumivu makali. Picha za usiku ule zinamrudia akilini, dirisha dogo, giza, mikono yake ikitetemeka alipokuwa akichukua mafungu mawili ya pesa. Kila kumbukumbu inamtesa kama ndoto mbaya. Nilifanya kwa ajili ya mama, lakini sasa naona kama nilijichafua milele. Karima anatoka nje haraka akimfuata. Anampata amekaa chini, miguu ikiwa na vumbi, macho mekundu kwa machozi. Anaegemea magotini akimkumbatia kwa upole. Usilie, mwanangu, tafadhali usilie, anasema kwa sauti ya upole lakini yenye uchungu. Ulichofanya kilitokana na upendo, si tamaa. Hakuna baba anayeweza kukasirika kwa tendo kama hilo. Rehema anakataa kwa kichwa akisema kwa sauti dhaifu, lakini baba, mimi ni mwizi. Nilikuibia wewe. Sina haki ya kukuita baba. Karimu anamshika uso kwa mikono yake miwili, macho yake yakimwangalia moja kwa moja. Sikiliza, Rehema. Nilipoteza mama yako miaka mingi, sasa Mungu amenirudishia ninyi wote. Sitakuruhusu ujiangamize kwa majuto. Dunia inaweza kukuona kama mwizi, lakini mimi nakuona kama malaika aliyepotea njiani. Maneno hayo yanamvunja moyo Rehema zaidi. Analia kwa nguvu akijificha kifuani mwa baba yake. Samahani, baba, samahani sana. Karimu anamkumbatia kwa nguvu akimwambia, tumepotezana vya kutosha, sasa tunaanza upya kama familia. Mama Zena anatoka nje taratibu, akiwa na machozi ya furaha. Anawaona mumewe na binti yake wakiwa wameungana tena, na moyo wake unajaa shukurani. Asante Mungu, anasema kwa sauti ya chini, hatimaye amani imerudi. Wanakumbatiana watatu, machozi yakitiririka, si ya maumivu tena, bali ya uponyaji. Lakini mbali kidogo, majirani wanaanza kunong'ona. Habari ya binti mwizi imeenea mtaa mzima. Baada ya siku kadhaa za utulivu na mazungumzo marefu, Karim anaamua kufanya jambo kubwa. Anapanga hafla ndogo nyumbani kwake, akialika marafiki, majirani na wafanyakazi wake wote. Wote wanashangaa, ni nadra kwake kuita mkutano wa familia bila sababu ya kibiashara. Anapofika ukumbini, Karimu anasimama katikati akiwa ameshikilia mkono wa Rehema na Zena. Watu wote wananyamaza, macho yao yakimtazama kwa hamu. Kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, anasema leo nina jambo muhimu sana. Kwa miaka mingi nilidhani nimepoteza familia yangu, lakini Mungu amenirejeshea tena. Anaangalia Rehema kwa upendo na kuendelea, huyu msichana niliyekuwa namchukulia kama mfanyakazi wa kawaida ndiye binti yangu Rehema Karimu. Ukumbi wote unakuwa kimya kwa sekunde chache kisha minong'ono inaanza. Baadhi wanashangaa, wengine wanatabasamu. Karimu anaendelea bila kuyumba. Ndio, huyu ndiye binti yangu. Alinifanyia jambo lililoniweka kwenye majaribu makubwa, lakini sasa ninaelewa, haikuwa tamaa, ilikuwa upendo. Hata kama aliniibia, Mungu amenirudishia furaha yangu. Rehema anainama, machozi yakitiririka. Anaanza kusema kwa sauti ya kutetemeka. Baba, samahani kwa yote, sikutaka kukuumiza, nilikuwa nikipigania uhai wa mama. Karima anamnyanyua akimkumbatia mbele ya wote. Umenifundisha maana ya upendo wa kweli. Wewe si mwizi, wewe ni zawadi. Watu wengi wanashangilia, wengine wakilia kwa hisia, wengine wanaanza kumpigia makofi Rehema, ishara ya kukubaliwa tena. Baada ya hafla, Karima anatangaza rasmi uamuzi wake. Anagawa mali zake upya anampa Zena nyumba nzuri mjini na Rehema nafasi ya kusoma chuo kikuu kwa gharama zake zote. Nataka maisha yao yaanze upya, bila aibu, bila uchungu, anasema kwa sauti ya utulivu. Rehema anasujudu chini akilia kwa shukurani, asante Mungu umenitoa gizani na kuniweka kwenye mwanga. Zena anamkumbatia binti yake kwa nguvu akimnong'oneza, mara nyingine njia ya giza ndiyo hutuongoza kwenye mwanga wa kweli. Hadithi ya Rehema na familia yake haikuwa tu hadithi ya msichana aliyeiba ili kuokoa mama yake, bali ilikuwa funzo la maisha kwa kila mmoja anayesoma au kuisikiliza. Kwanza, inatufundisha kwamba wakati mwingine maamuzi mabaya hutokana na moyo mzuri. Rehema alichukua hatua ambayo kwa wengine ingekuwa dhambi kubwa, lakini yeye alifanya hivyo kwa sababu ya upendo wa dhati kwa mama yake. Hali yake ya huzuni na upungufu wa rasilimali ilimfanya afanye jambo lililokuwa gumu kimaadili, lakini kwa sababu ya mapenzi ya kweli. Pili, hadithi inatufundisha kuwa wema unaweza kufichwa nyuma ya makosa. Karim aliona dhahiri kuwa Rehema alifanya kosa la wizi, lakini hakukasirika. Badala yake, aliona moyo safi uliokuwa ukipiga katika kitendo hicho. Wema wake wa ndani, upendo na kujitolea kwake ulionekana zaidi kuliko kosa lililofanywa na zaidi ya yote hadithi hii inatufundisha kwamba mwanadamu asihukumiwe kabla ya kujua sababu za matendo yake. Kila mtu ana historia, maumivu na sababu ambazo wengine hawawezi kuona. Kufahamu historia ya mtu kunaweza kubadilisha uamuzi wa kimsamaha na hata kuleta upatanisho na furaha isiyo na kipimo. Rehema mwenyewe alijifunza funzo kubwa: Mungu ana njia zake za ajabu za kurekebisha kilichopotea. Kwa kuwa alichukua hatua yenye upendo, hatimaye alirudishwa kwa baba yake aliyeachwa na maisha Kitendo chake cha ujasiri na moyo safi kilimsaidia kupata familia iliyopotea, furaha ya kweli na nafasi ya maisha mapya. Kwa familia yote ilikuwa ni ukurasa mpya wa maisha, maisha ya amani, upendo na msamaha. Zena, Karim na Rehema walijifunza kuwa familia ni nguvu isiyo na kifani na kwamba upendo wa kweli unaweza kushinda maumivu na makosa. Wakati wa mwisho wa hadithi, kila mmoja aliangalia macho ya mwenzake akihisi shukurani, furaha na msamaha. Rehema alikumbatia baba yake na mama yake kwa nguvu na machozi ya furaha yakidondoka taratibu. Mwisho wenye baraka na machozi ya furaha. Hadithi hii inabakia kama kumbusho, upendo, huruma na msamaha vinaweza kubadilisha hata maumivu makali ya maisha.